Tunapokuwa tumekutana na kipindi kigumu kama tulichonacho kwa sasa Watanzania walio wengi e, ni rahisi tu ukakata tamaa ukaona kama vile maisha yameishia hapa, na ndivyo inavyoonekana kimsingi, kwa sababu hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii ni kwamba utapita tu peji moja ambayo haina habari labda ya mauti ya aja, e, watu kuumizwa, watu kufiwa, lakini ni habari za misiba, ma, maafa, misiba, maafa, misiba, maafa. Kwa hiyo ni halali kabisa kwamba tuko katika kipindi ambacho kinavunja moyo, kinakatisha tamaa kwa sababu wengine walio waliototoka walikuwa ni wetu wetu wa kuwategemea kimaisha, tumaisha ya kawaida e, kwa wengine wengine wazazi wa kutegemewa kutegemewa, so, watoto wanawaza, wengine, watoto maisha yanaendaje? Kwa kwa ni wazazi watoto wa kutegemewa kwa wazazi wanawaza na umri huu kijana wetu ambao vijana e, wetu walikuwa kutusapoti wameondoka e, itakuwaje maisha ya kutokea hapa? Yes. E, na wengine walikuwa rafiki zetu wa karibu ambao hatuna picha namna ambavyo tunaweza tukaishi bila wao, hatuelewi maisha yatafananaje. Lakini mi niseme tu, neno la Mungu linasema katika Ayubu kwamba kuna matumaini katika mti uliokatwa, ya kwamba unaweza ukachipua tena. Yes. Katika haya ya maisha ambayo yanaonekana hayana mwanga tena, hayana nuru, Mungu anaenda kuchipuza nuru mpya kwa Watanzania, kwa wafiwa wote.